Assalamu alaikum. Wa waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa uwezo wa Allah tumekutana tena. Naam, Mungu muweza. Mweza. Mzee wangu, eh, kando kando na sakata la dabi ya Kariakoo hatimayahatimaye yote limekwenda kuamuliwa na mchezo kusogezwa mbele kwa kusema kwamba utachezwa tarehe ishirini na tano. Hili limeonekana kutoa e, taharuki kwa mashabiki wa upande wa pili. Wamesema ni kwamba kama Yanga inasikilizwa sana kuliko timu yoyote hapa nchini Tanzania. Naam, kila pale unapofanya kizuri ndicho watu wanapokichukua kile kizuri. Hakuna mtu ambaye anayechukua kibaya. Kusogezwa mpira mbele ulitokana na kusimamishwa katika kuitafuta haki. Haki imepatikana, muda uliopatikana haki ni karibu sana na tarehe kumi na tano. Tungefanyaje? Ni lazima Yanga waseme kwamba sisi tulikuwa hatuko tayari kucheza kwa sababu moja, mbili au tatu, na sababu zile sasa zimekwa zimekwamuliwa zime, zime sasa tuko tayari kucheza, lakini muda ambao wao walioupanga ulikuwa sio muda muafaka kwa Yanga kwa sababu ilikuwa bado yupo katika madai ya kisheria. Sasa yalipokwisha yale madai, hakuna budi lazima mpira usogezwe mbele. Hatuwezi tukakubali kucheza mpira kama vile tumetoka katika usingizi na, ku, na kufanya kitu kama hicho. Sasa itakuwa kushtukiza. Lazima upangwe maandalizi, mpira una maandalizi, lazima kuwe na maandalizi, yakamilike maandalizi. Sasa tunaingia uwanjani kwenda kucheza mpira, na wao walituambia sisi tumekataa, tumewakwepa tumewakimbia, na wakafikia hatua ya kutuambia kwamba kule Yanga watakayemziwia ya mpanzu ni deki gani? Sasa imefikia hatua ya kwenda sisi kwenda uwanjani kucheza kiroho kwatu, baada ya maandalizi Tuna imani mpanzu bado yupo Yanga, Simba. Sasa kama yupo wasilalamike. Wanacholalamika nini, na wakati mpanzu yupo? Kama wao wanayo hayo maswali ya kuuliza wasitu, wasiulize Yanga. Hata sisi wakati Simba aliposema kwamba hatuchezi hatukuwa pointi Simba, kwa nini hamkucheza? Tulikwenda bodi ya ligi tukawaona wao ndio wasimamizi wao wa wa mpira, eh, basi wangoje majibu yao, wangoje majibu kutoka huko kwa sababu hao hao bodi ya ligi ndio waliopanga tarehe nane tucheze mpira, simba wakakataa. Walipokataa simba, bodi ya ligi ikasema, hapana, mpira utachezwa siku hiyo ya tarehe nane lakini walikwenda, mwisho wa yote, wakakubaliana na Simba madai yao. Sisi hatuku complain. Kwa nini Simba wamesikilizwa? Tulikompleni sisi kwamba eh, kidogo, Kido, nani, hatuku complain kwa Simba, tuli complain kwa eh, bodi ya ligi, kwa nini muligailisha mpira wakati mlikushakubali na mipango yote imefanywa, na tumepata hasara mbalimbali mbali katika kuiandaa timu yetu kwenda kucheza tarehe nane. Hatima yake tuligoma kwenda kucheza, kwa kutafuta sababu imepati, ya kusimamisha mpira ule usichezwe inatokana na nini. Hatima yake tumeendelea na sababu ile katika kutaka haki. Sababu imekuja imepatikana, mpira sasa uchezwe moja ya madai, tulikuwa na madai kwamba baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi, kutokana na kitendo walichotufanyia hatukukubaliana nacho, wajihuzuru. Ni kweli walijihuzuru. Sasa kama wamejihuzuru, hatuna mshikeri wa kukataa tena ligi sisi tusicheze, na ndio maana na sababu ikapelekea baadhi ya uongozi ukapanga tarehe ya kuja kucheza mpira huo, na tuko tayari kucheza, kwa sababu kile tulichokihitaji na kukilalamikia kikwazo kilikuwa sasa hakipo, tena hatuna sababu ya kukataa. Sasa na wao kama wanasema wanasikilizwa, wawaeleze hao bodi. Je, hawataki wasisi tusikilize sisi? Na kama wao wanakataa eti bodi ya ligi isitusikilize wao, kama nani? asan Asante sana mwanao. Asante sana na hili na, na, na, hey, rudia tena nakusikiliza na kusikiliza. ndio ndio mtego unaohusiana na, na nini ukimya? Wanao wao hawatutegi sisi, sisi tunasema tutakwenda kucheza. Sasa kama wameweka mtego, huo mtego wao wangojee hapo, utakapofyatuka tunajiandaa, Tuko tayari, viongozi wetu tunawaamini uweledi. Tena mi nataka ndugu yangu nikwambie kitu kimoja, na uamini kwamba Yanga kweli wana viongozi wenye uweledi. Hebu fikiria, katika madai ya kifedha walipodai hawakutaka mazungumzo, wao walikuwa wanataka mazungumzo kama vile tunaenda kupeleka pamvu au tunataka kuoa mke. Sisi tunadai tupate haki yetu. Sasa wewe unatuambia tukae mezane, tuongee. Nini cha kuongea? Wamepeleka document ikiwa na, pamoja na barua kuthibitisha kwamba sisi tunawadai. Wamenyamaza, subiri kwanza, usiwe na papara. Swala limenyamaza, limefikia hatua katika kucheza, wao wamenyamaza sisi uweledi wetu, angalia viongozi tunaowaamini tuliowapa kazi wenye uweledi wenye kufahamu la kufanya, walipoitwa huko kwenda walikwenda. Viongozi hatukwenda sisi, walikwenda viongozi tuliwaamini wanaweza, na kweli wamekwenda wanaweza, mpaka dabi leo imekubalika kuchezwa na watu wanajiuzuru mimi, nilisema la mwisho. Nataka nikwambie, nilizungumza kwamba katika kusimamia huku kupigania haki yetu na kutafuta tupate lile tunalolihitaji kisheria, niliweka nadhiri na nikasema kwenye media siku tukishinda, mi naenda kununua kitoga na mchele uliochomoka, nikusanye watoto wangu, wajukuu, tuuchape mchele kwa kuadhimisha furaha ya ushindi. Na hili leo tumeshinda, nasema kwamba katika kurudi kwangu napitia stereo pamoja moto, na kuwa kumeungwa moto, namtafuta kitoga alipo. Nikimpata hata kama shilingi milioni niko tayari kununua na mchele uliochomoka watoto wautafune. Asante sana haya. Wale sisi tunachosema kwamba Walikuwa wanavuruga, hatusemi kwamba walikuwa wanawaongoza Simba. Wale walikuwa wanavuruga ligi ya Tanzania. Kitendo cha kuvuruga ligi ya Tanzania ndicho kilichotupelekea sisi kusema kwamba waondoke, ili wakae watu wenye kufahamu. Wale tumeona kwamba hawajui lolote, na ndio maana walikuwa wanavuruga ligi. Sasa bado kuna watu wengine pale, nao tunataka waondoke, na kwa idhini ya Allah, na tuna imani watu hao wataondoka. Watakapoondoka, hakuna sababu ya kuambiwa, utawaona na kuwajua, utawajua, lakini wanaondoka. Ushindi kwa nani? Wakati huo tukishindana na nani? Sasa Simba sisi atatuambia nini? Umesahau mwaka mmoja huu huu tuliokuwa nao haujesha, tumeshakong'ota mara nne. Tutashindwa nini sisi kumpiga hii mara ya tano? Sikiliza, utamuhurumia tarehe ishirini na tano. Asante sana.